Ta, na kufuatia ushindi huo wa rais mteule wa Zanzibar, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amemtumia salamu za pongezi rais mteule wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein kufuatia ushindi alioupata katika marudio ya uchaguzi mkuu wa rais wa Zanzibar uliofanyika jana tarehe ishirini Machi mwaka elfu mbili kumi na sita. Katika salamu hizo Rais Magufuli amesema Ushindi wa Dr. Shein umedhihirisha imani na matumaini makubwa walionayo Wazanzibari kwake na kwa Chama cha Mapinduzi, CCM. Aidha, Rais Magufuli amewapongeza pia wananchi wa Zanzibar kwa kushiriki katika uchaguzi huo kwa amani na utulivu, na hatimaye kumpata mshindi wa kiti cha uraisi ambaye ataongoza katika kipindi cha miaka mitano. Dokta Magufuli ameahidi kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kufanya kazi bega kwa bega na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kuwataka Wazanzibari wote kujielekeza katika maendeleo kwa kuwa uchaguzi umekwisha.